Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya rubaa za kimataifa, na hii ni Arusha One Radio ikitangaza matangazo yake kutoka katika viunga vya Green Valley School, Arusha, Tanzania. 0752270000 hilo ni jukwaa ambalo unaweza kulitumia kutuandikia maoni yako ambayo Uh, yanatokana na taarifa unazozisikiliza katika kipindi hiki cha rubaa za kimataifa, lakini vilevile vile nakukumbusha kurambaza katika kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii kwa jina la Arusha One Radio miongoni mwa taarifa utakazozisikiza ni pamoja na rais wa zamani wa, wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera amewasili nchini kwa shughuli za mariziano. Je, wachambuzi wanazungumza nini? Chakwera ni, ni kiongozi ambaye amejipambanua kwamba ni mwanadiplomasia eh, mwana na mwanademokrasia vile vile. Ukizingatia Rais Chakwera ni rais mstaafu wa Malawi ambaye ana miezi miwili tu kutoka ofisi, lakini alikubali matokeo ya mpinzani wake, na madai ya ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mauaji ya Wakristo Kristo nchini Nigeria na kutaka kutuma jeshi la Marekani nchini humo ili kuwahami, ni kipi ambacho tunapaswa kukielewa mpaka kufikia sasa? Hana mpango na, na wa Nigeria, na sasa hata kama nakutana nao hapa, anataka wa Kristo conservative wale wanaitwa wa, um, uh, wa, um, Kristo conservative walioko hapa waunge mkono, kwa sababu wanaamini kwamba anachokifanya wao wataamini kwamba ni kuunga mkono ama mawagi, na kwa Kristo, unapoangalia mauaji yanapoendelea yana mapigano yanaendelea, kwa mfano maeneo kama Ukraine, sema kwamba hataki Marekani waweke waweke wanajeshi wake pale, lakini yuko tayari kuweka wanajeshi nchi Nigeria, na ndio maana watu wanaweza kupata wasiwasi kwamba lazima kuna kitu zaidi ya chini ya pazia katika vita ambavyo watu wamekuwa waki, wakiomba msaada wako, na unaweza ukasitisha Gaza ambapo ungeweza kusitisha uh, Ukraine. Nasema siwezi nikapeleka wanajeshi, naweza nikawachangia, alafu nchi nyingine zichangie wanajeshi, lakini huko amesema niko tayari kupeleka. Pamoja na hayo pia, tutaelekea kule nchini Venezuela, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kumkalia kooni uh, rais wa Venezuela Nicolas Maduro katika kile ambacho rais huyu anasema ni jaribio la bwana Donald Trump utaka kumbandua katika ikulu ya mjini Caracas. Mimi ni Awadhi Rashid na haya ni matangazo ya rubaa za kimataifa kutoka Arusha, Tanzania <tune> Moja kwa moja basi, tuanze taarifa ambazo tumekuandalia jioni ya leo, tukianzia humu nchini Tanzania, ambapo rais wa zamani wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera amewasili nchini kwa ajili ya jukumu lililopewa na katibu mkuu wa Jumuiya Madola la kuunga mkono juhudi la, la maridhiano. Dr. Chakwera atakutana na viongozi wa serikali, vyama vya siasa, mashirika kiraia, viongozi wa dini na wadau wengine muhimu. Je, wachambuzi wanaonaje kutawuliwa kwa Dr. Chakwera kujadili swala hilo? Huyu hapa Siasa yes, kutoka Dar es Salaam. Chakwera ni, ni kiongozi ambaye amejipambanua kwamba ni mwanadiplomasia mwana na mwanademokrasia vile vile, ukizingatia rais Chakwera ni rais mstaafu wa Malawi ambaye ana miezi miwili tu kutoka ofisi, lakini alikubali matokeo ya mpinzani wake bila kumwagika damu ya mtu hata mmoja, kwa hiyo ile ilikuwa ni ishara kwamba e, amekomaa kidiplomasia, ki lakini pia amekomaa kidemokrasia. Kingine ataweza. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ni jirani yetu, ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwa kipindi ambacho alichukua rais. Kwa hiyo ana, ana tayari ana ile picha halisi ya nchi ya Tanzania ilivyo, kwa sababu hawa ni majirani zetu. Kwa hiyo ataweza. E, Chakwera ni ni uchaguzi mzuri. Unapozungumzia jukwaa la Jumuiya ya Madola, maana yake hapo unazungumzia e, fursa nyingi za kiuchumi, fursa nyingi za kibiashara na uwekezaji. Kwa hiyo cha kwanza inaleta e, confidence kwa washiriki wa wanachama wa, wa, wa Jumuiya ya Madola, lakini vile vile inaonyesha nafasi na hadhi ya nchi ya Tanzania katika Jumuiya ya Madola kwamba si nchi nyepesi nyepesi, ni nchi ambayo ina nafasi katika katika jumuiya hiyo. Nam, hayo ni ya humu nchini Tanzania. Sasa tuelekee kule Washington nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amempokea katika ikulu ya White House mwanamfalme wa Saudi Arabia Muhamed bin Salman maarufu kama MBS na wakasaini mikataba ya kibiashara na kiulinzi. Utawala wa Trump umesema Saudi Arabia itaongeza mipango yao ya uwekezaji kutoka dola bilioni 600 hadi takriban dola trilioni 1. Riadhi imekubali pia kununua ndege za kivita na vifaru karibu 300 Marekani. Akihojiwa na waandishi wa habari, Bwana Trump alimtetea Mohammed bin Salman na kusema mwanamfalme huyo hakuwa na taarifa zozote kuhusu mauaji ya mwaka 2018 ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi aliyeuawa katika ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul nchini Uturuki. Hakujua chochote kuhusu mauaji ya Khashoggi, Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari, wakati akimpokea mwanamfalme huyo katika ikulu ya Marekani, White House. Tukisalia huko nchini Marekani, ni kuwa msanii maarufu wa miondoko ya rap nchini Marekani Nick Minaj amezua gumzo kimataifa baada ya kumuunga mkono Rais Donald Trump katika madai yake kwamba Wakristo nchini Nigeria wanakabiliwa na mateso makali, huku serikali mjini Abuja ikikanusha vikali madai hayo, ambayo wataalamu wanaonya kwamba migogoro mingi nchini Nigeria haihusiani moja kwa moja na dini kama anavyosema Rais Donald Trump. Sasa kujadili kwa kina swala hili tunaungana na Bobelo Bandio, huyu ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa Marekani anayeishi katika mji wa Maryland nchini Marekani, ambaye kwanza anaanza kwa kujibu swali: Je, Trump na madai yake hayo yana ukweli wowote, au kuna ajenda ya siri nyuma ya pazia? nafikiri ya kujaribu kuungwa mkono hasa hasa nchini Marekani. Kwanza tusiondoe ukweli kwamba licha ya azma yake ya kisiasa ya kutoka kuonekana kwamba sio tu uh, ni mtu ambaye anatetea uh, maslahi, lakini kuna mambo kadhaa. Ukweli wa kwa kwanza ni kwamba kuna watu wanauawa nchini Nigeria, na hii haijalishi wao ni Wakristo au Waislamu wa kuna watu ambao wanauawa tena kikatili na si sehemu ya mapigano, hawako katika uh, kundi lolote ambao wanakamatwa kuwa wateka. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linatakiwa kusitishwa. Uh, kuna msaada wote unaweza ukatolewa, uh, unatakiwa utolewe ili mauaji kome. Changamoto iliyopo ni kwamba inaonekana namna ambavyo mauaji haya yanajaribu ku- ku- kuwekwa ama taswira ina inayojengwa juu ya mauaji haya, um, kwa hapa nchini Marekani inaonekana Trump anajaribu sasa kuanza kupata uungwaji mkono ambao anaanza kupoteza miongoni mwa wale ambao wanaitwa Wakristo ambao wamekuwa wakimuunga mkono kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukweli uh, kwamba mauaji haya yametokea uh, alizungumza hivyo hivyo alipokuwa aki akizungumza kuhusiana na Afrika ya Kusini alipokuwa anataka kujaribu ku, kuenda kuwaleta hapa nchini Marekani kwao, ametumia karata dini kuweza kurejesha kundi ambalo lilikuwa linaanza kumomonyoka katika uungaji mkono hapa nchini Marekani na kwa mm -hmm. kiasi fulani nafikiri ameligusa, ameli-, amelazimisha kila ambacho anakiamini amezungumza, vile ambavyo ametaka wao waamini. Na kwa bahati mbaya sana, Wamarekani wengi sasa hivi kidogo ni tofauti, lakini ile miaka sisi tunafika hawakuwa ni watu ambao walikuwa wanajiridhisha, walikuwa wanapokea kile ambacho anapewa hasa na kiongozi wao. Kwa hiyo watu ambao wamekimbia na hiyo, na umesikia jana hata Nick Minaj amekwenda kuzungumza katika Umoja Mataifa mm -hmm. akiunga mkono akiamini kwamba Wakristo wengi na wao nchini Nigeria, hata kama takwimu zinaonyesha tofauti kidogo. Nyuma ya pazia ni kutafuta kama uungwaji mkono hivi, si Wanigeria Wakristo bali kuna makundi ya Wakristo hapa uh, evangelicals, wanaitwa Evangelical Christians ambao wao wanaamini katika swala hio. Kwa hiyo wale ni watu ambao watakwenda kumpiga kamera, watakwenda kumuunga mkono katika makanisa yao. Hajali chochote kuhusiana na Wanigeria na sidhani kama amekutana na Mnigeria yoyote. Ni Wamarekani wa hapa ndio maana anatumia karata ya twende, Wakristo wenzetu ndowachokitafuta hana mpango na, na Wanigeria na sidhani hata kama amekutana nao hapa. Anataka Wakristo conservative wale wanaitwa wa, um, conservative walioko hapa waunge mkono kwa sababu wanaamini kwamba kwamba anachokifanya wao wataamini kwamba ni kuunga mkono ama kwa Kristo. Unapoangalia mauaji yanapoendelea ya ya mapigano yanayoendelea kwa mfano maeneo kama Ukraine, sema kwamba hataki Marekani waweke, waweke wa wanajeshi wake pale, lakini uko tayari kuweka wanajeshi nchini Nigeria, na ndio maana watu wanaweza kupata wasiwasi kwamba lazima kuna kitu zaidi ya katika vita ambavyo watu wamekuwa ki, wakiomba msaada wako na unaweza ukasitisha Gaza, ambapo ungeweza kusitisha uh, Ukraine. Ukraine amesema siwezi nikapeleka wanajeshi, naweza nikawachangia, alafu nchi nyingine zichangie wanajeshi, lakini huku amesema niko tayari kupeleka. Ukumbuke sio tu kwamba anap anapoingia katika ile nchi huwa ni ngumu yeye kutoka tu hivi hivi, lakini anaingia katika nchi ambayo mfumo umesambaratika. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anaweza akaangalia uwajibishaji ambao unaweza ukatokea, na ndio maana baadhi ya watu wanahisi kwamba kuna zaidi ya uungwaji mkono, pengine kuna zaidi ya wanataka mm -hmm, kuingia kwenye mafuta yao. Kwa sasa sidhani kama itawezekana, yuko kwenye kwenye hali mbaya hasa katika uungwaji mkono. Baadhi ya watu wamekuwa waki wakimshutumu, wanadhani hajali. Kumekuwa kuna mgawanyiko ndani ya chama chake, kumekuwa kuna mm, mgawanyiko ndani ya Republicans wenyewe wao wakisema kwamba hiyo Air Force One inaweza ikabaki hapa nchini Marekani kwa sababu umekuwa ukiruka mara kwa mara aliingia kama mtu ambaye anataka kutotoa katika vita anajisifia kama mtu ambaye hataki kujihusisha na masuala ya vita, lakini sasa wanaanza kumwona kama vile yeye ni mtu wa kutaka migogoro, sio tu kujaribu kutatua migogoro. Migogoro migogoro sio muhusu, lakini sasa wanaanza kuhisi kwamba anataka kuanzisha migogoro hii, hatapata uungwaji mkono na hasa kashfa ambazo zinaendelea hivi sasa, lakini ataendelea kusukuma kwa sababu um, na lesu paendelee kumomonyoka katika uungwaji mkono wa chama chake cha Republican, ndio mambo yalitokea katika wiki iliyopita. Nafikiri kama itaendelea hivi hataweza kupata uungwaji mkono wa kufanya kitu kingine chochote nje ya nchi, hasa inapokuja kwa kuruhusu vita, kwa sababu hakuna maslahi ya Marekani ambayo yako shakani zaidi ya kusema kwamba kaka zetu na dada zetu wa Kristo wanateseka kule, kitu ambacho angeweza kusaidia kama alivyofanya kwingine. Watamwambia, ninaamini, watakachomwambia ni kwamba, unganisha nguvu, tafuta watu wengine, sukuma umoja wa Afrika, shughulikia kama ambavyo walikuwa wasukuma NATO ya Ukraine. Ni buberaba ndio mchambuzi na mwandishi wa habari anaishi katika mji wa Maryland kule nchini Marekani, na uchambuzi wake huo kuhusiana na madai ya Rais Donald Trump ya maelfu ya Wakristo kuwawa nchini Nigeria na hatua yake ya kutaka kutuma jeshi la Marekani kwenda kuwasaidia. Gazeti la The New York Times limeripoti kuwa Rais Donald Trump ametoa idhini ya kuchukua hatua zaidi za kuiwekea shinikizo Venezuela na kutayarisha uwezekano wa operesheni pana ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na operesheni za siri za shirika la ujasusi wa nje la Marekani CIA dhidi ya serikali ya Rais Nicolas Maduro. Taarifa hizo zimenukuu maafisa wa Marekani waliozungumza na gazeti la The New York Times. Wakati huohuo huo, Trump ameruhusu duru mpya za mazungumzo ya faragha na Caracas, mazungumzo ambayo kwa mujibu wa chanzo hicho yalipelekea Maduro kuonyesha utayari wa kujiuzulu baada ya muda fulani kupita. Hata hivyo, ikulu ya Marekani imekataa pendekezo hilo. Kwa upande wa jeshi, Pentagon imepeleka imepeleka meli za kivita katika bahari ya Karibi na kufanya mashambulizi dhidi ya boti ndogo ambazo Marekani inadai zinahusika na, na usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka Venezuela. Ikulu ya Marekani, White House, imeendelea kushikilia msimamo kuwa Rais Nicolas Maduro ni kiongozi asiye halali na mwenye uhusiano na makundi ya ulanguzi wa dawa za kulevya, jambo liloibua uvumi kuwa huenda hatua za kijeshi za moja kwa moja zinakaribia. Maduro amekanusha tuhuma za kufanya biashara ya dawa za kulevya na kuonya Marekani dhidi ya kuzusha vita vya ukicha, kwa mujibu wa New York Times. Japokuwa Trump hajapeleka vikosi vya kupambana moja kwa moja katika taifa hilo, hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha uharibifu wa miundombinu mashambulizi ya kimtandao, au operation akisaikolojia na taarifa ili kuongeza shinikizo kwa serikali ya Rais Nicolas Maduro. Katika maandalizi yanayoripotiwa, maafisa wa kijeshi wa Marekani wameandaa orodha ya maelfu ya maeneo yanayodaiwa ya kutumika kwa shughuli za dawa za kulevya na wanafikiria uwezekano wa kuyalenga maeneo hayo kwa nguvu za kijeshi uh, ambapo maeneo hayo yamekuwa akilindwa na vikosi vinavyomuunga mkono Maduro. Inadaiwa kuwa wiki iliyopita Trump alifanya mikutano miwili katika chumba maalum cha dharura ndani ya ikulu ya Marekani, White House, kujadili hatua dhidi ya Venezuela na kupima chaguzi mbalimbali pamoja na washauri wake wa juu wa maswala ya kiusalama. Inaelezwa kuwa wakati akiagiza shirika la ujasusi la Marekani, CIA, kujiandaa kwa operesheni za siri, Trump pia aliamua kurejesha mazungumzo ya nyuma ya pazia baada ya kusimamisha kwa muda mwezi uliopita. Katika mazungumzo hayo chanzo. Kimoja kimebaini kuwa rais Nicolas Maduro alionyesha utayari wa kuruhusu kampuni za Marekani kupata fursa ya kuwekeza katika rasilimali za mafuta ya Venezuela. Akithibitisha kuwepo kwa mawasiliano hayo, Trump alisema siku ya Jumapili kwamba huenda tukawa na mazungumzo fulani na Maduro na tutaona jinsi atakavyokwenda, mwisho wa kunukuu. Serikali ya Venezuela imezitaja hatua za Marekani ikiwemo uwepo wa kijeshi katika bahari ya Karibian kama uvunjaji wa mamlaka nchi hiyo na jaribio la kufanya mapinduzi. Hivyo kutangaza na kuweka jeshi lake katika hali ya utayari wa hali ya juu. Hivi karibuni, Urusi pia imesisitiza kuendelea kuunga mkono Venezuela katika kulinda mamlaka yake. Taarifa hiyo kutoka huko Venezuela, msikilizaji, sasa inatubeba mzima mzima kuelekea kule nchini Kenya ambapo tunafahamishwa kwamba huku zikisalia siku chache kabla uchaguzi mdogo wa kiti cha ubunge wa Malava kufanyika nchini Kenya, viongozi wa mrengo wa Kenya kwanza wamezidisha kampeni za kumpiga debe mgombea wa tiketi ya chama cha UDA David Ndakwa, wakijitahidi kuhakikisha anaibuka kidedea katika kinyang'anyiro hiki cha siasa kuelekea uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2027 ambapo Rais William Ruto ametiania tena ya kutetea kiti chake cha urais. Sio wote wanasoma, sisi tusimame na jirani yetu William Samoei Ruto, na tukisimama na William Samoei Ruto kumwonyesha heshima, ishara ya heshima tumpatie mjumbe wa kwanza wa chama cha UDA hapa eh, kaunti ya Kakamega ndani alete stima yeah. Alete, alete barabara yeah. Alete maji yeah. Alete shule yeah. Alete maendeleo Mnataka maendeleo ama mnataka vitina? Wakina mama, ni maendeleo sio maendeleo, ukiona maendeleo, mtu anapiga kura kwa upinzani inaenda kwa Kashagwa. Ukiona mtu anapiga kura kwa Ndagwa, inaenda kwa William Samoi Ruto serikali. Wewe unataka kupigia Kashagwa kura? Wewe utafika Kirinyaka? Hapa sijui, hapa lonyenya mnasemaje? Hapa lonyenya mtarudisha Rais William Ruto. Tutam. Ndiafanya kazi vizuri na David Ndakwa alete maendeleo hapa Malava. Na mimi nawaambia, hao watu wale wengine wenzetu hawajapata kura, hawajapata uongozi, wameanza kuwa na kiburi. Hao watu mnawaambia washindwe ama wasishindwe? Malulu timu yake ilikuwa timu ya serikali. Ukireplace mchezaji una replace na timu yenye ameto, ametoka. Kwa hivyo hii timu ya serikali ndio nitakana mchukue mjumbe mrudisha aende kwa, bu? kwa bunge. Hayo ni ya Kenya. Na tukiendelea kusalia katika pembe ya Afrika ni kuwa mgogoro unazidi kuchukua sura mpya nchini Sudani, huku wahudumu wa, wa kutoa misaada wakilazimika kuchagua nani wa kumwokoa, wakati huo huo Umoja wa Mataifa ukilaani ukatili wa kutokuwajibika unaoshuhudiwa katika jimbo la Darfur. Mgogoro wa Sudani unaendelea kwa zaidi ya miaka miwili sasa, umegeuka kuwa janga kubwa la kibinadamu, huku Darfur ikizidi kuwa hali ikizidi kuwa mbaya Uh, Jerome Bertrand mkuu wa uratibu wa shirika la kimataifa la misaada la Hankepdi ameeleza kuwa timu za misaada zinatoa kipaumbele kwa watoto, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha, kwa matumaini kwamba wengine wataweza kustahamili. Mashirika ya misaada yanahangaika kukidhi mahitaji makubwa bila ya kuwepo miundombinu rafiki. Hakuna uwanja wa ndege unaoweza kupokea misaada, barabara nyingi hazipitiki, na njia pekee ya kuingia Darfur kupitia Chad imejaa vikwazo vya kiutawala, gharama kubwa na ufadhili mdogo wa kimataifa katika mji wa Tawila ambao sasa unahifadhi zaidi ya watu laki sita na hamsini waliokimbia kutoka mji wa Eifasha na kambi ya Zamzam. Watu wanaohifadhiwa hapo wamepoteza kila kitu, huku kusitishwa kwa sehemu ya misaada ya Marekani kukisababisha upotevu wa asilimia sabini ya misaada huko Darfur. Takribani watu elfu themanini wameripotiwa kukwama barabarani, wengi wakikabiliwa na ukatili, utekaji na madai ya fidia, huku wale wanaofika Tawila wakionyesha dalili za utapia mlo, majeraha ya mateso na risasi. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa, Tom Fletcher, ameonya kuwa ukatili unaoendelea huko Darfur umekumbwa na hali ya kutojali na kutowajibika kabisa. Tunataka njia salama, njia salama kwa misafara yetu, malori yetu, wahudumu wa misaada ya kibinadamu, na njia salama ya kutoka kwa manusura wa raia na pia ninaomba dunia kama nilivyosema kwa baraza la usalama wiki mbili zilizopita, ichukue hatua na kuanza kutoa mchakato wa kidiplomasia juhudi za kuleta amani na mazungumzo ambayo watu hawa wanahitaji sana. Umoja wa Mataifa umesema karibu watu laki moja wamekimbia mji wa Efasha na maeneo jirani tangu mji huo kuanguka huku makumi ya maelfu wakibaki wakiwa wamenaswa katika hali ya njaa, vita, vilivyo anza Aprili mwaka 2023 vifo ya njaa baada ya kuzingirwa kwa miezi 18, vita vilivyoanza Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na ku mishwa kwa karibu ya watu milioni 12, hali ambayo Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa ndio kubwa zaidi duniani kwa wakimbizi na wale wanaokumbwa na balaa njaa. Hali katika mji wa Darfur, imezidi kuzorota tangu vikosi vya wapiganaji vya wanamgambo wa Rapid Support Force RSF ilipodhibiti mji wa Efasha, uh, ngome ya mwisho ya jeshi katika uh, mji wa Darfur kaskazini mnamo Oktoba 26.